Ni defender ambaye ni mzuri lakini achili mbali hivyo, yeye kama li, nimetoka kukuzungumzia swala la build up hapa, Mzamiru pamoja na Yusuf Kagoma walivyokuwa wanafanya ile, e, ile mipira kucheza zaidi, yani ile build up inaishia tu kwenye eneo la kiungo na nini, mipira inachelewa kuweza kufika kwenye eneo la mbele. Rushine Dariak ndo amekuwa akitoa solution kwenye hili. Uwezo wake wa kupiga pasi ambazo zinafika kwenye maeneo na kuweza kuprogress shambulizi amekuwa mbaya sana kwenye hilo swala. Kwa hiyo kwa zile timu ambazo zinafanya high defensive line, high defensive line. wategemee madhara kutoka kwa huu, kwa huyu kwa Rushine Ndaria, kwa oh, mchezaji ambaye anaendelea ku prove kwamba ni mfungaji mzuri oh, na anaweza akaja kuwa e, mshambuliaji ambaye atasumbua sana kwenye, kwenye ligi kuu. Ni aina ya mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa, kufinish. E, chances wa kuzi, na ku chances zikipatikana na uwezo wa kuziconvert na kufunga, na anapenda kucheza zaidi karibu na box karibu na na, na na mabeki yani anapenda kujiposition baina ya mabeki wawili, wakati e, manake wale two last defenders wa opposition's last defenders ni hivyo. Na of course ma striker ambao wanapenda kucheza katika hayo maeneo yani kucheza karibu na safu ya, ya ulinzi kabisa ya timu pinzani wanakuwa na ability nzuri ya kuweza kumaliza mm. Kwa hiyo eh, washambuliaji kama hawa ili waweze kuperform wana, wana rely zaidi e, timu e, kwa ujumla wake iwe na performance nzuri mipira iwe inafika kwenye box anapata nafasi ya kutengeneza of course ana uwezo wa kulink mm. na wenzie lakini sio kitu ambacho anapenda kukifanya mara kwa mara yeye anapenda zaidi timu iweze kudominate kwenye eneo la mpinzani mm. na kuwe kuna wachezaji ambao wana uwezo wa kupasisha mipira kwenye box la uh, timu pinzani nawe kuweza kutumika kama silaha ya kuweza kuzidumbukiza kwenye kwenye nyavu. Kwa hiyo kama itafika hatua Simba itakuwa na muunganiko mzuri kama huo, mipira inachezwa, flow ya timu inaonekana na inafika ndani ya penalty box. Kuna pocha mzuri kama huyo basi mipira itakuwa inafanya kudumbukia tu kwenye kwenye nyavu. Kwa hiyo la midfield ambayo Simba walianza nayo, katikati kuna Mzamiru Yassin pamoja na Yusuf Kagoma na Jean Charles Ahoua. Hii midfield kwa upande wangu naona haikubalance. Of course haikubalance kwa sababu e, uh, unakuwa unajaza namba kubwa zaidi kwenye eneo ambalo utakuwa unafanya builder, mipira inakuwa inachelewa kuweza kufika mbele, na ndio maana unaona kipindi cha kwanza Jonathan Sowah hakupata huduma ile no inayotakiwa mara kwa mara, na pia kwa sababu Yusuf Kagoma pamoja na e, uh, Mzamiru Yasini wote wanapenda kucheza karibu na safu yao ya ulinzi yes. uh, kupiga. Yaani unaweza kukuta una, una wachezaji wengi ambao wana circulate tu possession. Mpira unapigwa hapa, unapigwa hapa, unapigwa hapa, unapigwa hapa, unakuwa nyuma zaidi Yuma, nyuma safu ya, ya kiungo ya timu pinzani yeah. yeah. na kujikuta sasa inakuwa inashindwa kutoa mipira pale kwenye eneo la kiungo kupeleka mbele na mara kadhaa Yusuf Kagoma alikuwa akijaribu kupeleka mipira kwenye eneo la mbele e, mipira inakuwa inaishia kupotea na nini na mingine inakuwa intercepted kirahisi kwa sababu anakuwa predictability kwa hiyo muda mwingine alikuwa na nini na Mzamiru Yasini alikuwa hana uharaka wa matukio nafikiri inaeleweka kwa nini kwa sababu ni mchezaji ambaye hakuwa akipata namba mara kwa mara kwa hiyo Uh, ile pia ikampunguzia ile nguvu yake ya kuweza kufanya maamuzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu wa naweza nikasema ni uh, haikuwa midfield ambayo ina hivyo lakini pia ikawa inamfanya sasa Jean Charles Ahoua kucheza karibu ili yeye sasa ndo atumike kama kichocheo cha kuilink team. Kitu ambacho hiyo sifa hana. Mwenilo, Jean Charles Ahoua sifa ya kuwa ki, ki, ki, kiunganishi, maana link up player tuseme ya kuunganisha timu kutoka kwenye eneo la kiungo kuipeleka kwenye eneo la ushambuliaji hiyo sifa Jean Charles Ahoua hana pale Simba nilishawahi kuzungumza swala fulani kwamba Simba kuna aina fulani ya midfield, niliwahi kumpendekeza mm. sitaki kumrudia kwa sababu nisije nikaonekana na kama namdalalia na, na nini ko. na nini lakini yule midfield alikuwa na ana quality ambayo, au uh, ana sifa mm. of course midfield wote ambao wako Simba wana quality, ila kuna kitu kinaitwa characters kuna sifa ambayo huyo midfield yanayo. Hiyo sifa ni pamoja na uwezo wa kuifanya timu iweze kucheza kwenye tempo tofauti. Ana uwezo wa kuifanya timu ikacheza kwenye slow tempo, ana uwezo wa kuifanya timu kui kui kucheza kwenye high tempo, ana uwezo wa kuichochea timu kuilink timu kutoka kwenye eneo la defense kwenda kwenye eneo la kiungo na ushambuliaji. Ana uwezo mzuri wa kupiga pasi za mbele, ana uwezo mzuri wa kupiga penetration pass. Ni kama ile deep lying playmaker unajua umuhimu wa kuwa na deep lying playmaker. Kwa aina hii ya kikosi ni, kwa, ni, ni, ni muhimu kwa sababu Jean Charles ya kuwa ni mchezaji ambaye anapaswa kucheza karibu na boxi la timu pinzani kutokana na uwezo wake wa kufunga mabao mm. Sawa eh? ameonyesha akiwa na stadi ya Bejane, amekuja eh, eh, Simba Sports Club msimu wake tu wa kwanza anafanikiwa kuwa top scorer na nini. Kwa hiyo huyu mtu kitaalamu seme ni, mcheza, ni, ni, ni, ni goal scoring midfielder. hana ile sifa ya kuwa playmaker. Kwa hiyo anatakiwa achezeshwe karibu na box, box. Umenielewa, achezeshwe zaidi na box ili aweze ku, ile nishati yake ya kufunga mabao iweze kutumika zaidi, si ndio bwana? ya kwa hiyo role hii anayopewa inaitwa shadow striker, umenielewa? Yeye anaweza akawa anacheza zaidi kwenye hayo maeneo, na ni mshambuliaji yupo ila, naye anakuwa anacheza karibu na hiyo eneo, kwa sababu yeye ye, kiasili sio creator, sio mtengenezaji wa mabao, ila ni mfungaji mzuri wa mabao. Assist ambazo amezitengeneza msimu uliopita nyingi zinatokana na set piece mpira wa kona, na leo ametengeneza hivyo, au mipira ile ya set piece. Uh, mtu kafanywa foul, mpigwa direct free kick au yeye, yeah, ana uwezo wa kupiga indirect free kick, club out swing, na mtu akaweza kufunga, si ndio bwana no. Kwa hiyo anatakiwa achezeshwe kwenye hizo roles. Sasa kwa sababu gani hachezeshwe, analazimika kucheza karibu na safi yake ya kiungo, ni kwa sababu mipira inakuwa inakosa mtu wa kui progress kwenda mbele. Kwa hiyo Jean yu, Yusuf Kagoma pamoja na Mzamiru Yassin hiyo sifa hawana. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua anatakiwa arudi tena aanze kuipokea mipira kwenye zoni ya kiungo, aanze kupanda nayo na nini, na mwisho siku ufanisi wake unapungua, na hata ile threat yake kwenye eneo la mpinzani pia inakuwa ndogo. Ingawa leo nafikiri ameonyesha. Kwa nini nasema hivi? Ile goli aliyofunga eh, yani ni touch moja tu, pap, kitu kimeenda. Yeah, kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana sifa fulani ya kuwa mchezaji muhimu kwenye timu, kwa hiyo anapaswa kutumika hivyo. Miongoni mwa, mwa strength ambazo lizizungumza mwanzo kabisa kwa Rushine De Reuck mm, kabla hata hajatambulishwa na klabu ya Simba Sports ni uwezo wake wa kuini mipira ya juu. Tulizungumza mm, awali kabisa. Unadhani uh, ni dalili njema sasa kwa kilichoonekana kwenye mchezo leo, na pengine wanasimba sasa wanaweza wakawa wamepata mtu ambaye anaweza akawa anaofa vitu vingi zaidi hususan katika mipira hiyo ya of course, unajua Dariak, nilimzungumzia ni mchezaji mzuri na ni best defender best uh, Absa Premiership Defender of the Year 2019 2020. Nilizungumzia na nika nikasema ni aina fulani ya mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuwin mipira ya vichwa, sio kwenye box lake tu, hata kwenye box la mpinzani, na nikatoa na mfano bao ambao wamelifunga leo. Jezi namba kumi, Jean Charles Ahoua amepiga kona ambayo imeweza kutumika na Rushine Dariak kufunga bao. Of course zimekuwa eh, oh, yani siwezi kasema kawaida kwa sababu hana consistency ya mara kwa mara kufanya hivyo, lakini niliwahi kusema indicator ambayo yuko nayo Rushine Dariak ni pamoja na uwezo wake wa kuwinda mipira ya juu na kuconvert kuwa mabao. Amewahi kufanya hivyo tarehe ishirini na nne mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na nne mchezo ambao TS Galaxy alikuwa nyumbani anapoteza kwa mabao mawili kwa moja. Kona inapigwa na jezi namba kumi, anaitwa Gaston Sirino, yeye yeah, anaweza kuiconvert bao ambao linafanana kila kitu na bao ambao amelifunga leo, lakini kwa bahati mbaya katika ule mchezo aliweza kuumia na kutolewa kwenye ku, ku, ku, dakika za mwanzo tu za mchezo dakika ya kumi na sita akafanywa substitution kwa sababu ya majeraha, na alikaa miezi miwili mbele kabla ya kuja kupata tena eh, nafasi ya kuja kucheza na ikamharibia hata kwenye karia ya, yake, kwa sababu baada ya hapo alikuta kuna, kuna ene, eneo lake tayari watu wamesha wameshalitumia, lakini katika huo mchezo alicheza yeye pamoja na Grant Kekana. Sasa, hii ni kama alert. Kama ameweza kufunga mm. bao katika debut yake, yeah. ya ligi kuu, maanake sasa hiyo ni kazi ya kocha sasa kuwaji, ku, ku, ku, kutumia hiyo silaha, umeelewa? hiyo ni secret weapon. silaha mm. ya siri kwa ajili ya kuwagandamiza wapinzani okay. okay. una, una uh, set piece specialist mzuri Jean Charles Ahoua, alafu unakuwa na beki kama Rushine De Reuck ambayo anaweza kutawala mm. mipira ya hewani manake ukitengeneza combination maana yake kwa kiufundi unaweza ukatengeneza zile combination kwenye set piece. Set piece routines ambazo zinakuwa zinafanyika kwenye viwanja vya mazoezi zipo. Kwa hiyo anaweza akawa ana connection yao nzuri baina ya Jean Charles Ahoua pamoja na Rushine Deri yako kwenye aina hii ya queen mipira kwa sababu ni defender ambaye ana uwezo wa kuwin mpira. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia lile bao ambao aliwafunga TS Galaxy 2023 ukiangalia na hili ni mabao ambayo yanafanana. Kwa hiyo sasa anaweza akaja kuwa goal scoring defender kama atakutubii nishati yake itatumika vizuri, umeelewa, ku arrive kwenye box, kwenye mipira ya hivyo kuiconvert na kuweza kuifanya iwe bao au kuiset kuweza ku, kwa wengine kwa kuweza kufunga, kwa sababu pale kumbuka kuna kina Jonathan Sowah ambao nao ni warefu na wanaweza kucompete. Kwa hiyo ni defender ambaye ni mzuri, lakini achilia mbali hivyo yeye kama li, nimetoka kukuzungumzia kuzungu swala la build up hapo hmm, Mzamiru pamoja na Yusuf Kagoma walivyokuwa wanafanya zile eh, ile mipira kucheza zaidi yani ku, ku, ku, eh, ile build up inaishia tu kwenye eneo la kiungo na nini, mipira inachelewa kuweza kufika kwenye eneo la mbele. Rushine Dariak ndo amekuwa akitoa solution kwenye hili. Uwezo wake wa kupiga pasi ambazo zinafika kwenye maeneo na kuweza ku progress shambulizi amekuwa mbaya sana kwenye hilo swala. Kwa hiyo kwa zile timu ambazo zinafanya high defensive line High defensive line hmm. Wategemee madhara kutoka kwa huyu kwa Rushine ndaria, okay. Kwa hiyo katika kitu ambacho nashauri ni kwamba Simba wapate kocha haraka haraka, mapema tuendelee kushuhudia burudani eh. Simba apate e, kocha kwa haraka. Nitarudi hapo ni, ni, ni, nifanye liwe swali la mwisho mm. Uh, Jonathan soa nizungumza mm, mengi kabla kabisa hajatambulishwa uh, Simba Sports. Ukazungumza baada ya kutambulishwa mm. Nimeona post yako kupitia ukurasa wa Instagram. Comment mm, uh, yako, nini hasa ambacho unaweza ukakizungumza sasa ikiwa ni eh, mchezo wake eh, wa kwanza akiwa amevalia jezi ya Simba Sports, lakini anakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepachika, eh, bao katika mchezo leo, assist ikitokea kwa Elimpa ya yeah, of course, ukibezi kwenye mchezo wa leo peke yake hakupata huduma kubwa especially kipindi cha kwanza, no. Kama alivyotoka kueleza ni kwa sababu ya machangamoto ambazo zilikuwa zipo kwenye eneo la kiungo na Ahoua kutocheza karibu na maeneo, Simba kutokuwa na creative players wengi na nini kumemfanya kuweza kuroll tu kwenye eneo la mbele pasi na kupata huduma, lakini still, katika game kama hii uh, tena ndo game yake ya kwanza anafanya debut na nini bado haja tuseme hajapata zile game time na wachezaji wenzake kwa muda mrefu na nini ameweza kuonyesha hichi kitu alichokifanya. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaendelea kuprove kwamba ni mfungaji mzuri mm, na anaweza akaja kuwa e, mshambuliaji ambaye atasumbua sana kwenye, kwenye ligi kuu. Ni aina ya mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kufinish, e, chances zikipatikana na uwezo wa kuziconvert na ku, na kufunga na anapenda kucheza zaidi karibu na box karibu na, na, na, na mabeki. Yani anapenda kujiposition baina ya mabeki wawili, wakati e, maanake wale two last defenders wa oppositions last defenders ni hivyo, na, na of course ma striker ambao wanapenda kucheza katika hayo maeneo yani kucheza karibu na safu ya, ya ulinzi kabisa ya timu pinzani wanakuwa na ability nzuri ya kuweza kumaliza mm. kwa hiyo eh, washambuliaji kama hawa ili waweze kuperform wana, wana rely zaidi e, timu e, kwa ujumla wake iwe na performance nzuri, mipira iwe inafika kwenye box, anapata nafasi ya kutengeneza. Of course ana uwezo wa kulink mm. na wenzie, lakini sio kitu ambacho anapenda kukifanya mara kwa mara. Yeye anapenda zaidi timu iweze kudominate kwenye eneo la mpinzani mm. na kuwe kuna wachezaji ambao wana uwezo wa kupasisha mipira kwenye box la like, uh, timu pinzani nawe kuweza kutumika kama silaha ya kuweza kuzidumbukiza kwenye kwenye nyavu. Kwa hiyo kama itafika hatua Simba itakuwa na muunganiko mzuri kama huo, mipira inachezwa, flow ya timu inaonekana na inafika ndani ya penalty box. Kuna pocha mzuri kama huyo basi mipira itakuwa inafanya kudumbukia tu kwenye kwenye nyavu. Kwa hiyo sina shaka na Jonathan Soa amesha prove akiwa na Medeama, amesha prove akiwa na Singida. Anaendelea ana, ana, ana kuonyesha akiwa na Simba Sports Club na naamini anaweza kwa, kwa sababu nishazungumza mengi kuhusu Jonathan Soa. Yeah, kwa hiyo eh uh, yupo na nilikwambia, nilizungumzia kwamba ashawe kumfukuzisha kocha Romain Folz mm Horoya -hmm. Pale alikaa ali, ali mwezi mmoja tu akaondoka aka kwa hiyo yeah, hiyo <laughs> ni jambo la kuongezea tu hapo, watu wakoleze kwa wino uh, uh, wanahitaji wana wakoleze kwa wino mwekundu. Yeah, alipiga ali chuma kwenye preliminary, alisaidia ali Medeama kuingia hatua ya makundi kwenye mm -hmm. debut season yao kwenye Champions League For the first time kwa timu ya Ghana, kuingia makundi toka elfu mbili kumi na mbili ulipofanya hivyo Berekum Chelsea, sawa mm -hmm. yeah, yeah, aliweka effort yake, lakini ndo aliisaidia kuweza kutoa ubingwa for the first time ever, yani haijawahi kutokea before. Yani kama kawaida yangu mimi nakuwa nakuja na data zangu unajua, kwa hiyo Simba baada ya miaka minne huwezi jua Jonathan Sowah, sababu ana hiyo mentality ya kuipa timu ubingwa na nini. Imagine ametoka Singida, ameisaidia timu kuweza kufika finali, wame eliminate Simba kwenye nusu finali na, yeah. na alifunga Eh, kwa hiyo e, kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana ile winning mentality. Winning mentality mentality yake ni kubwa, na hata hiyo changamoto ambayo walikuwa wanajizungumzia mwanzoni kwamba hana nidhamu ni pale akiona matarajio yake ya kushinda mm, hayapo upande wake anakuwa frustrated, jambo ambalo e, hata mastaa wakubwa duniani wako nalo, kwa mfano Cristiano Ronaldo bwana, si ndio bwana. Sasa kwa hiyo ndio hivyo, ni mchezaji mzuri na Simba wamelamba dume mwisho, japo sio kwa muhimu. Uh, umemzungumzia <laughs> kocha aje kwa haraka haraka mm. uh, alicho ki, ki, kifanya leo uh, Selemani Matola mm. uh, unaweza ukakipa asilimia ngapi kwa namna ambavyo amepanga kikosi lakini mpira ulivyochezwa na matokeo yalivyopatikana, kwa sababu matokeo yamekaa wa wamekuwa upande wa upa upa wake mm. haja concede bao timu imecheza na nini, nampa nane ya kumi, nane ya kumi. Yeah. Mm. Yeah, kwa sababu timu kila kitu kipo upande wake Yeah. Eh, statistics zote zinambeba, kwa hiyo as long as ameshinda basi bana eh. E, anaitwa Heavyweight Dulla kama kutoka kuna wengine basi...